wenzake wao kama wachezaji wako tayari kiasi gani kwenda kuwakabili Singida Black Stars? Zimbwe, habari za asubuhi. habari. Asante sana. Habari. Ah, tunashukuru kwanza, tumefika salama hapa mkoani um, Manyara maandalizi yameenda vizuri na leo tutakuwa na maandalizi ya mwisho kabisa kwa ajili ya mchezo wetu wa kesho, na sisi kama wachezaji tayari tupo vizuri kuhakikisha kwamba leo katika maandalizi ya mwisho tunapokea kila kilichokuwa bora, kila kilichokuwa kizuri, kuhakikisha kwamba mchezo wa kesho unaenda kufanya vizuri. Zimbwe, mechi iliyopita ilikuwa ni ya mashindano tofauti na hii, na mlipata ushindi wa bao moja kwa bila, lakini mlicheza vizuri sana kipindi cha kwanza. Kipindi cha pili kama vile kuna hali fulani hivi ambayo ilijitokeza uh, ya timu kama ilikuwa imeonekana kuwa imechoka. Mmezungumza nini nyinyi kama wachezaji na morali ikoje? Uh, ukiangalia kwanza kuna uh, ratiba jisilivyo tuna mechi karibu karibu sana, lakini uh, uzuri kwamba tuna kikosi kipana lakini pili, uh, ni lazima tuzicheze na lazima tupate matokeo, sababu Simba ni timu kubwa, ni jukumu letu kuhakikisha kwamba tunapambana kwa ajili ya timu kuhakikisha kwamba timu inapata matokeo na uh, mchezo ambao ulipita uh, kwa sababu tuna wapinzani ambao tunacheza nao ni hao hao ambao tumetoka kucheza nao mchezo uliopita. Kwa hiyo tunafahamu vizuri, wanatufahamu vizuri. Na siku si nyingi tuseme labda kulikuwa kutakuwa na maandalizi makubwa zaidi ya, ya kile ambacho tumetoka kufanya katika mchezo uliopita. Kwa hiyo ni sema tu kwamba kikubwa tutarudi katika uwanja wa mazoezi leo kwa mazoezi ya mwisho kuhakikisha kwamba tutapokea yale ambayo walimu wetu watatuelekeza kuelekea katika mchezo wa kesho nusu finali. Karibuka. Asante sana. Zimbwe kwa misimu kadhaa amefikia malengo kwa maana ya kwamba mafanikio kama ni kuchukua makombe e, tuko katika e, mwishoni mwa misimu katika mashindano yote ambayo mmeshiriki. Wanasimba wana matarajio makubwa sana kutoka kwenu kama wachezaji, ukizingatia e, kwamba mmekosa makombe lakini pia mkipoteza kombe moja hivi karibuni. Nini ambacho wanaombea Wanasimba, matarajio ya yetu ni nini kuelekea mwishoni mwa misimu katika mashindano yote? Mwanzo wa msimu kikawaida, tunakuwa na kikao ambacho kina kinatukutanisha viongozi pamoja na, na wachezaji, na katika kikao hicho kinakuwa na malengo ya timu. Kwa hiyo viongozi wanakuwa tupa malengo ya timu, na so far mpaka sasa hivi malengo ya timu ambayo a, viongozi wametupatia, alhamdulillah tunaelekea vizuri. Ukiangalia katika CRDB mpaka sasa hivi Uh, tupo katika hatua ya nusu finali ambayo kesho na mchezo muhimu ambao tukipata matokeo tutaenda katika hatua ya finali. Uh, maana tutazidi kuwa karibu na yale malengo ambayo viongozi wametupatia. Kwa hiyo niseme tu kwamba sisi kama wachezaji, jukumu letu kuhakikisha kwamba tunapambana katika kila mechi ambayo iko mbele yetu kuhakikisha kwamba tunasogelea yale malengo ambayo viongozi wametupatia. Aliyozungumza Shukran sana. Asante. Shukran sana. Huyu ni Mohamed Hussein Zimbwe Junior akizungumza kwa niaba ya wa